Anza kula vyakula ambavyo vina madini ya zinki kwa ajili ya kusaidia kinga yako ya mwili iwe vizuri. Uh, vyakula vya madini ya zinki ni kama vile uh, naposema oyster, ninaposema nyama ya ng'ombe, karanga, mbegu za maboga, kunde hizi zote zina kiwango kizuri cha madini ya zinki, ambao madini haya kazi yake kubwa ni kwenda kuisaidia kuboresha kinga ya mwili ili uweze kufanya kazi vizuri. Kwa hiyo kama ulikuwa unachukua hivi vyakula au hizi yani, hizo mboga ulikuwa unazichukulia kikawaida, basi aanza kuzichukulia kama tiba, kwa sababu uh, wanasema kwamba uh, tunakosa maarifa kwa sababu ya vitu ambavyo tuna vidharau, kwamba tunadharau kitu kama hicho, tunasema kwamba kitakusaidia nini, kumbe kingeweza kusaidia sana. Jaribu kutumia vyakula ambavyo vina madini ya zinki ya kutosha, ili uweze kuisaidia kinga yako ya mwili iweze kupanda. Na kama ulikuwa wewe unaona kwamba kupata hizo mboga ni tabu, basi vipo virutubisho ambavyo vina zinki ya kutosha, na ni bora na haina madhara yoyote na ipo katika mfumo wa capsules ambao ni rahisi sana kutumia. Kwa hiyo unaweza ukatumia pia hivyo kwa ajili ya kusaidia kupandisha kinga zako za mwili. Kumbuka, Vyakula hivi ambavyo nimevitaja ni muhimu sana na bei rahisi sana. Hata ukienda sokoni, huwezi kuniambia kwamba uh, nyama, nyama ng'ombe, sawa, inaweza ikawa ni bei kubwa, lakini kuna kunde, kuna mbegu za maboga, kuna karanga, hivi vyote ni bei rahisi. Kwa hiyo unaweza ukatumia ili kuweza kupandisha kinga zako za mwili ili zikae vizuri.